Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mkutano wa tabia nchi ukiendelea nchini Brazil, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo lataka wakulima wasisahaulike wakati wa majadiliano. If we don't do anything about it, if the trajectory... Ikiwa hatutafanya chochote kuhusu hilo, ikiwa mwelekeo utaendelea hali ni kwamba katika baadhi ya maeneo ya dunia haitawezekana kuwa na kilimo cha kulisha watu kinachotegemea mvua. Katika kujifunza lugha ya Kiswahili tunabisha hodi chuo kikuu cha Nairobi, Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu! ni jumanne ya tarehe 11 ya mwezi Novemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya umoja wa Mataifa, New York, Marekani kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Anold, tuanze na haki za binadamu. Kwa mara ya pili kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volka Tuk ametaka uchunguzi wa kina wa uwazi na uwajibikaji kufuatia ripoti za mauaji na watu kutoweka nchini Tanzania kunakoambatana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Akizungumza kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Seif Magango amesema tunatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi kuhusu mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu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 Tukisalia barani Afrika, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, leo limeonya kwamba Sudan, nchi iliyogubikwa na vita, ubakaji unatumika kama silaha ya kivita na kwamba kuwa mwanamke pekee ni kiashiria kikubwa cha kukumbwa na njaa, ukatili na kifo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Jeneva, Uswisi, kwa njia ya video, Anna Mutavati mkurugenzi wa kanda wa UN Women kwa Afrika mashariki na kusini amesema wanawake wanaozungumza nasi kutoka El Fasher, kitovu cha janga jipya nchini Sudan, wanasema wamekumbana na njaa, ukimbizi, ubakaji na mashambulizi ya mabomu. Pia wanawake wajawazito wamelazimika kujifungua mitaani baada ya hospitali pekee za uzazi zilizokuwa zimebaki kuvamiwa na kuharibiwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi na watu waliofurushwa kwenye makazi yao wanakabiliwa na baridi kali huku msaada wa kibinadamu ukipungua. Dominiki Haidi, mkurugenzi mkuu wa mawasiliano ya nje wa UNHCR, amesema familia nyingi hazina paa imara katika nyumba zao, mablanketi, nguo za joto au dawa. Ili kukabiliana na changamoto hizo, UNHCR imezindua kampeni ya ya kimataifa ukusanyaji wa dola milioni 35 kusaidia familia hizi kupata makazi mablanketi, chakula cha moto na dawa. UNHCR imeongeza kuwa hali ni tete, hasa mashariki ya kati ambako zaidi wa ya wasiria milioni moja wameweza kurejea, lakini nyumba nyingi zimeharibiwa na watu laki saba na nusu wako katika hatari ya kukosa msaada wa huduma za msingi kwa msimu huu wa baridi. Mwisho wa muhtasari wa habari, kwako Arnold. Asante sana, asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali cha kipofu ki, ki mkononi mwake? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili na salia papo hapo tafadhali

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org SW, kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP30 umeanza jana tarehe kumi na utadumu kwa wiki mbili, hivyo utafikia tamati tarehe 21 Novemba mwaka huu wa 2025 huko mjini Belem Brazil, ukiwaleta pamoja viongozi wa dunia, wanasayansi, mashirika yasiyo ya kiserikali na jumuiya za kiraia ili kujadili na kuja na matokeo ya nyanja mbalimbali zinazoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hii leo katika mada kwa kina, Asumta Masoi anaangazia sekta ya kilimo katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Karibu Asumta. Huu ni wakati wa kuonyesha vitendo na sio ahadi za maneno pekee, ndio imekuwa kauli ya kila zungumzaye kabla ya kuanza na mpaka sasa, ambapo mkutano wa thelathini wa nchi wa wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kusoma mabadiliko ya tabia nchi COP30 ukiendelea huko Belem. Brazil, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO tayari lilikuwa na ajenda yake kibindoni hata kabla ya kuanza kwa COP 30. Lenyewe linataka uwekezaji katika mifumo ya kilimo ili kujengea wakulima uwezo na ustahimilivu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kaveh Zahedi ni mkurugenzi wa ofisi ya mabadiliko ya tabia nchi bioanuai na mazingira ya FAO. Akizungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa, ameeleza kuwa madhara tabi ya tabia nchi kwa wananchi yako wazi, sio kwa siku zijazo, inatokea hivi sasa. Hali mbaya ya hewa inaathiri chakula na kilimo leo, inapunguza mavuno. Kutotabirika kwa hali ya hewa kunafanya iwe vigumu kwa wakulima kuvuna. Tukio moja kali linadhoofisha mavuno yote nam asemayo yamedhihirika kuanzia mafuriko huko Iran na Afghanistan, kimbunga katika nchi za Karibea mpaka ukame barani Afrika. Na hivyo wakuu wa nchi na serikali pamoja na wadau wanapokutana, lazima waje na suluhu kusaidia wakulima do it, trajectory... ikiwa hatutafanya chochote kuhusu hilo, ikiwa mwelekeo utaendelea, hali ni kwamba katika baadhi ya maeneo ya dunia haitawezekana kuwa na kilimo cha kulisha watu kinachotegemea mvua. Katika maeneo mengine ya dunia uharibifu wa ardhi utaongezeka. Tayari tunaona theluthi moja ya ardhi ya kilimo ya kimataifa ambayo imeharibiwa. Embu fikiria kama hivyo itaongezeka. Kwa hiyo yote haya yanaweka shinikizo kwenye majukumu yetu, lakini mwishowe yanaweka shinikizo kwenye jamii zetu mifumo yetu ya chakula na sisi pia. Naam. Mifumo ya chakula. FAO inaposema mifumo ya chakula inamaanisha mnyororo mzima unaohusisha jinsi chakula kinavyozalishwa shambani, kusafirishwa, kuuzwa, kupikwa hadi kumfikia mlaji menzani. Kwa hiyo hapa wakulima, masoko, watumiaji na mazingira, vyote vinaunganishwa. Katika COP30 wadau wote muhimu, hususani watunga sera, wanakuwepo, na FAO inasema huu ni wakati mujarabu. Is an ni wakati muhimu sana kwa sababu, nadhani ni wakati wa kusisitiza tena jinsi kilimo na mifumo ya chakula inapaswa kuwa sehemu muhimu ya majadiliano kuhusu mambo mbali mbali kama vile kuhusu kukabiliana na hali na kujenga ustamilivu kuhusu hasara na uharibifu kuhusu fedha na wapi fedha hizo zinapaswa kuelekezwa katika kipindi cha mpito. Yote haya lazima kwa njia moja au nyingine yaguse kilimo, kwa maana hiyo ni kwamba yatagusa mifumo ya chakula kwa wakulima. Zahedi pia amesisitiza umuhimu wa kujumuisha wanajamii, hususan jamii za asili, katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa kipekee, mkutano wa tabia nchi mwaka huu unafanyika mjini Belém, Brazil kwenye lango kuu la kuingia msitu wa Amazoni. Huwezi kushughulika na misitu. Hauwezi kushughulika na kilimo bila kushughulika na watu ambao hasa ndio walinzi wa hiyo ardhi ambao wanazalisha chakula chetu, ndiyo wanaohusika na kilimo chetu, na katika hali nyingi, hususan katika suala la misitu ambayo wanaohusika kuitunza ni jamii za asili, na ndiyo hasa wanaleta maarifa yao, maarifa ya jadi ambayo yanaweza kutulinda dhidi ya mustakabali usio na uhakika. Shukrani sana Sunta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Daktari Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali: cha kipofu kimkononi mwake. Cha kipofu ki mkononi mwake. Maana ya methali hii ni kwamba kipofu, ambaye ni mtu asiye na uwezo wa kuona haoni chochote ambacho kikaribu na yeye na kuhakikisha kwamba kitu ni chake yeye anakishika mkononi. Yeye hutumia mkono wake kuhakikisha kwamba kile anachostahili amekishika na kweli ni chake. Hakika yake ni kwamba lazima akishike au akipapase, ajue kwamba kweli kikaribu na yeye inatuarifu kwamba ahadi za kuambiwa si sawa na kile ulichoshika mkononi, kwamba sote tu vipofu tunapoahidiwa vitu ambavyo hafipu, hatuvioni, na itakuwa ni muujiza kuvipata, kwamba tusiwe wepesi wa kufurahia ahadi tusichoziona. Chako ni chako kikiwa mkononi na